Alhamdulillah, kwanza ni shukuru kwa swali zuri, lakini pia nimshukuru Sheikh Muhammad ameelezea kwa ukubwa wake kama ilivyo nafasi yake. Naye pia imezungumzwa kwamba tuna Islamic Banks kadhaa Tanzania, ambayo ni swala la kujivunia sana na sisi tunashukuru alhamdulillah, kama benki ambayo ndio fully fledged pekee kwa nchi uh, <coughs> mimi, mimi labda ni changamoto ambayo kwanza naiona kabla sijazungumzia hizo perspectives, unapopima ukubwa kuna uh, zile vipimo kadhaa unaweza ukavitumia, unaweza ukatumia ukapima ukubwa in terms of numbers kama tulivyoambiwa kwamba sisi tuna benki tano, si ndio eh, ambazo zinatoa hizo huduma za, za Kiislamu, lakini pia kuna kipimo kingine ambacho ndio kipimo kikubwa benki tano zetu zinatengeneza portion gani katika biashara za kibenki za nchi. That is the very greatest factor ambayo inabidi tu tuiangalie na tujiulize nayo, kwa maana kama tunaongelea about loan portfolio ya nchi, si ndio? Eh, tukiongelea loan portfolio ya nchi, mikopo yote ambayo imetolewa katika nchi ya Tanzania, ile halali na isiyo halali, si ndio? Je, mikopo ya halali ni kiasi gani cha mikopo yote ilotolewa? Sinaeleweka hapo. Nimeeleweka eh? Kwa maana what percent do you make? Tunapoongelea total deposits za nchi, watu wamewekeza pesa kiasi gani au wamehifadhi pesa kiasi gani benki? One of the greatest thing cha kuangalia ni je, sharia compliant deposits zina make kiasi gani? I think we are not even close to 10%. Simenelewa eh? We are not even close to 10%. Yaani kama nchi tunazo benki za Kiislamu tano lakini sharia compliant deposits hazifiki asilimia kumi. Sharia compliant deposits hazifiki asilimia ngapi asilimia ile zile sharia compliant financing yani mikopo ile haifiki hata asilimia kumi that is a weakness we cannot keep growing in numbers of the institutions but we are not growing in terms of performance <laughs> umenifahamu vizuri sasa. Unaweza ukajiuliza key factor, na ndio nataka nizungumzie perception, why are we not growing in terms of performance. Mara moja nilikuwa nazungumza na wenzangu ambao wapo katika window moja, akanambia unajua bwana, changamoto tunayokutana sisi katika window yetu tunapokaa katika vikao vyetu sisi tunapojiita kwamba sisi ndio window, tunatoa sheria za Kiislamu tunatoa mikopo kwa kufuata taratibu za Kiislamu na nini. Kuna swali huwa linaulizwa makusudi, linaulizwa makusudi. Wanasema okay, kwa hiyo katika window yetu ya Kiislamu safari hii mikopo tumetoa kiasi gani? Si mmeelewa eh? mmeelewa hapo eh? Wanauliza katika window yetu ya Kiislamu mikopo tumetoa kiasi gani? Wanasema labda milioni mia. Okay, kota nzima benki tumetoa mikopo kiasi gani? Anasema tumetoa mikopo milioni, labda bilioni moja. Simenelewa, eh? tumetoa mikopo bilioni moja au bilioni mbili. Islamic wametoa kiasi gani? Wametoa milioni mia kwa wa hiyo ah. Mkipimwa in terms of percent, nyinyi kama ndio sharia compliant product, pengine ni asilimia moja tu. Menelewa, eh? Yani, katika mauzo yetu tuliofanya ya mwezi huu au ya kota hii ya mabilioni ya pesa nyinyi mmechangia asilimia moja. Sasa inapelekea baadhi ya watu kuangalia kwamba it's not a reliable business it's not a significant business we are not making any business out of this. Si unanielewa? Mnanielewa vizuri eh? Tunatoa mahela, tunawalipa wafanyakazi. You are not doing business. Kwa hiyo unakuta hizi windows zinapitia changamoto nyingi business wise katika uendeshaji. Kwa sababu we are not performing. Why are we not performing? Perceptions. Zipo nyingi changamoto lakini naomba niiongelee hii moja tu shelupande. Moja ya changamoto ambayo sisi sasa hivi kama Amana Bank tunae tuna we are set to fight against ni changamoto ya mashehe waliotengeneza sects fulani fulani katika maeneo, na ambao wana sauti katika maeneo yao kwa kutojua wakaamua kuizungumzia Islamic Banking and Finance. Changamoto hiyo ni kubwa sana. Unamkuta shekhe ana, na uzuri wa mashekhe wanawafuasi. Yaani unaposikia shekhe maana yake ni mtu ana msikiti wake ana watu wake wanamuamini, ana kundi lake akiitisha mkutano hapa anakuja kama watu elfu mbili hivi. Kwa shekhe mmoja akiulizwa hivi, hiyo murabaha ndio nini anaelezewa ina pasenti nani, anasema sasa kama kuna pasenti, hapo hamna kitu. Hiyo haramu hamna kitu hapo. Akishasema hivyo wafuasi wake wote ni haramu. We cannot grow. Kwa changamoto tuliokuwa nayo ambayo mimi naiona kwa sasa hivi, tuwarudishie tena mashehe. Mashehe ndio changamoto, mashehe ndio wanatusaidia tupate Islamic finance, mashehe wanatusaidia tupate Islamic finance, lakini mashehe hao hao wanatusaidia haraka sana kuiua Islamic finance, kwa spidi kubwa sana mara ya mwisho nilikuwa natoa mkopo mmoja wa kama bilioni bilioni moja point ngapi moja, wa customer aliniitisha vikao vitatu. Moja, akanipigia simu na shehe wake online, viwili wakaja benki na mashehe. Kwa hiyo kwanza mteja kabla ya kupewa mkopo ulianza mdaalo. Ehe, hiyo murabaha tunaanza tunaanza Kabdo hapo inapatikana vipi hapo? Hapo tunaenda securitization hapo imekaa, sheikh, mpaka mnamaliza mdaalo ushamchelewesha huyu mfanyabiashara mfanya kufanya biashara. Kwa hiyo mashehe nao imekuwa ni changamoto kwa kiasi kikubwa. Nimalizie katika kuonyesha changamoto wa mashehe, mara moja niliswali hapa hapa Kariakoo katika tawi letu la karibu. Ikawa siku ya Ijumaa. Alhamdulillah. Tukaenda kwenye khutba. Yule bwana alikuwa anazungumza kwa sauti ya juu sana kuliko hii ya kwangu mimi au kuliko Sheikh Muhammad anaongea kwa sauti ya juu mashallah, na ana confidence kubwa, anasema na akatumia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna ya kathirum minan nasi faman itaqa shubhat. Akazungumza moja ya shubha ambayo ipo sasa hivi ni ile swala ambayo wanalipigania kina Sheikh Muhammad la Islamic Banking. Yeye akasema hakuna kitu kinaitwa Islamic Banking akasema eti wanakuambia, wanakuuzia. Anasema hivyo wana eti wanakuambia, sio, wanakuuzia, alafu uende, sio ni nini nini, hiyo ni aina, si unanielewa? Hiyo ni ni aina, watu tumekaa bwana katika khu, unajua khutba ya juma uzuri haina maswali. Sijui kama inaruhusiwa kisheria kuuliza maswali kwenye khutba, mimi sijui. Sasa unatamani khutba ya Ijumaa iwe ina maswali, umuulize, lakini khutba tumezoea haina maswali. Mimi ndo ninavyojua nilifundishwa, sijui, haina maswali khutba. Eh, sasa kwa maana sasa muamba ni yeye anaongea peke yake akimaliza tunakimu swala si ndio? Lakini tungekuwa tuna maswali tungemuuliza hivi: Shekhe, unajua ulichokiongelea? Unajua tofauti kati ya ina na murabaha? Je, unajua katika contemporary world ina ni kitu gani? Unajua kwamba umezunge, umezungumzia kitu kinaitwa repo, si umeelewa? Unajua kwamba haujazungumzia murabaha unajua kwamba umewayumbisha Waislamu kwa kuzungumzia swala ambalo halihusiani katika context, siyo husiana. Lakini ya Rabbi, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, tumetoka pale, swala imekimiwa, mimi natoka na manunguniko makubwa. Shekhe ameshindwa kuelewa kwamba aina ni repurchase agreement na sio muraba. Alikuwa anazungumzia kitu kingine. Sasa nani katika Islamic banks anafanya repurchase agreement? Kwa hiyo kumbe ali disqualify islamic banking industry kwa hoja ambazo yeye hazijui, hakujua at that juncture anazungumzia kitu gani in reality. Kwa hiyo mimi ni niishie hapo, pengine vingine tunaweza tukajibu kwenye maswali kama atakuwepo. Mimi niseme binafsi na sisi kama benki ya kiislamu Amana Bank, hatuwalaumu mashehe, tunawapenda sana mashehe na ndio wanatusaidia kutufikisha mbali, lakini imezuka cluster fulani ya mashehe ambao kwa kutojua jua, si nimeelewa. Mi nasema kwa kutojua, wanazungumza sana kuhusu Islamic Bank na kila unaposikiliza wamekosea. Mara moja alizungumza shekhe mmoja Arusha, ilikuwa Moshi kama sikosei, clip ilisambaa sana. Alikuwa anasema kama Imam Malik alikataa kupumzika kwenye kivuli cha nyumba ya mtu aliyemkopesha, nyinyi mnachajifa hiyo, nyinyi mmetoa wapi nyinyi, akasema akasema huo ni mkopo, mkopo wote. Tena akatoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu qardhin jarra manfa fahuwa riba. Hadithi sahihi kabisa hiyo, qardhi yoyote ambayo ime attract benefit ni riba. Lakini shekhe eh, unajua kwamba kuna kitu kinaitwa qardh na bai ni vitu viwili tofauti. Tena huko huko katika elimu ya dini ya Kiislam, qardh ni kitu tofauti, bai ni kitu tofauti. Unajua tofauti hizo? Tukija katika context zetu, unajua tofauti kati ya loan based, yani yani, loan facility na financing facility ambayo imefanywa kwa trade basing. Kwa hiyo unakuta mashehe ni wazungumzaji wakubwa na mashehe ndio wanairudisha nyuma islamic finance kwa kiasi kikubwa, kwa kutoelewa. Mimi niishie hapo, lakini hiyo ni swala ambalo sisi kama benki sasa hivi tunaliadress kwa nguvu, ikiwemo kwa kuandavi vikao na mashehe kujaribu kuzungumza nao kuwaeleza sisi tunafanyaje, lakini pia tumekuwa pia na mwezi wa Ramadhani. Mimi nimezunguka misikiti kadhaa Dar es Salaam na Arusha, tunajaribu kuwaelezea Waislamu katika hizi context na kuwabainishia na kuwapa confidence kwamba wasiwe na tatizo na hivi vitu vinavyofanyika; ni vitu ambavyo vipo katika utaratibu mzuri. Asanteni sana. <coughs> <laughs> Kwanza Sheikh Salim nikushukuru sana. Hapana, sina, sina muda mrefu ni, ni, ni, ni nukta tu. Ni nukta tu. Sheikh Salim, Allah akubariki mm. Allah Allah akubariki kwa hayo lakini ni, ni, niseme kwamba mna kazi nyinyi watu wa mabenki, silaumu Sheikh tu mna kazi kwa sababu uh, nadhani hamjengeji sheria advisors wenu sawasawa sawa. Baada ya ile khutuba nami nilisikia mimi naishi jirani na huo msikiti. Baada ya hiyo hutuba tulitegemea wenye mabenki wangeweza wakaita eh, maulama wao, sheria advisors wenu wote wenye mabenki mngeita sheria advisors wenu wakajibu yale maneno ya yule shehe, lakini mpaka leo mmenyamaza, na silence means consent. Kwa hiyo hilo pia nikukumbusheni, mna mnawajibu, msiwatupia tu hao, hawa hawaelewi lakini nanyiyi mchukue dhima kikubwa ambacho umekizungumza, kweli tuna maendeleo, lakini kuna changamoto ambazo zitaja za sheria hizi sitaji, lakini kuna hilo ya perception uliosema, kuna perception ndani ya benki zenu wenyewe, hizo si benki zetu hizi, kuna perception negative hasa windows. Nyinyi mmesalimika, kwa sababu mko full fledged kwenye windows. Wakikwambia walioko kwenye Islamic windows baadhi ya idhilali wanazopata na wenzao ndani ya benki wanavyotazama zile windows wanavyojaribu kuzifanya zisikue, wanavyozinyima fedha za kufanya marketing na nini, unaweza ukajibu tu ni kwa nini tuko hapa. Unaona, yani, watu wamezifungua hizi windows, hawakuwa na budi, wamezifungua windows ili angalau tusipoteze wateja, wasitukimbie, tuwaambie tunayo window hapa. Ili ni tatizo jingine. Unaona, kwa hiyo ndio maana sisi tunasema zingetokezea full fledged bank nyingine zikasimama kama full fledged, kwa sababu full fledged ukinyima watu wa marketing kwenda kufanya marketing, utapata wapi wateja wa kuongezeka? Lakini windows hizi zinabinywa mpaka fedha za marketing. Mimi niko kwenye kwenye baadhi ya hizo kamati zinazoongoza mambo haya. Kwa hiyo kuna wrong perception ndani ya benki hizi zetu wenyewe lakini wrong perception hizo za mashehe huko nje ambazo mimi ninachoweza kusema mnachoweza kuandaa nyinyi watu wa mabenki kushirikiana na Sifuka na wataalamu wengine ni makongamano ya nguvu. Tena mnawaandikia barua, njoni kwenye kongamano. Huyo shehe aliozungumza na wenzako, njoni na vitabu vyenu, njoni unasikia, mzungumze, kwa sababu Tanzania sio kisiwa. Islamic banking imejuzishwa dunia nzima. Toka huko wanakwenda kusoma wao Saudi Arabia ku Lajina tu daima. Ukenda Misri, Darul Ifta, Misria, Al-Azhar, ukenda Kuwaiti, ukenda Jordan, ukenda nchi zote zimejuzisha Islamic banking. Na hii miamala yote imejuzishwa. Huyu anaezungumza hapa anajidai bingwa. Tumuite kwenye kwangamano. Mimi nakupeni nakupeni amana kupeni na ya mana, haya yamezidi mezidi. Tuhusisheni sifka. Waandikiwe barua hao waje, tupo Sheikh Muharabu hao wasitunyongeshe kiasi hicho unasikia mtu anazungumza tu peke yake pale a, kama alivyosema kwenye hotuba ya Ijumaa akiondoka, yeye ni mshindi sasa. Tuwaandalie kongamano, nyinyi unganeni na benki nyingine, kwa sababu waathirika ni nyie na sisi. Tuiteni mashaka haya tuloma ile pale Basuta ile pale Bakwata ile pale, iteni waitwe na wao kongamano kubwa la Islamic finance, njoo mzungumze uharamu wa hizo benki za Islam, kwa sababu anasema mwenye kudai kitu ni haramu ni juu lake kutoa hoja. Yeye si ndio? watoe hoja zao, hiyo hoja zao kwamba hii ni haramu namna gani, na sisi tujibu hilo. Nakupeni kama kazi msilaumu giza, ukitaka ku, ku, kuondoa giza washa hata kibatari tu. Kwa hiyo tukiendelea kulalamika hatutofika. Hii ningekuwa naomba niseme haya, hoja zako. Baraka Allahu fiik. Nadhani nilichojifunza kitu kimoja kwamba katika kupanga taratibu za jambo lolote inabidi kuwa makini sana. Pia ni kwamba unavyopanga, unampanga nani, aje saa ngapi, kufanya nini, kwa sababu kuna hatari sana kwenye swala la muda na swala, unapokuwa unampanga mwisho wa wale tunawaita waamsha nyuki. Sheikh Salim, imekuweje sasa? Kwa sababu huyu anataka kuinuka, yule anataka kuinuka, wale hawajaongea hata neno moja mpaka sasa hivi. Na kwa sababu malalamiko yalikuwa ambayo inayategemea ni mawili na ni kutoka kwetu sote Shekhe Muharam ndo mtoa mada. Ukiona mtoa mada ameinuliwa kwa maana anataka kuchangia, anataka kuchangia, inakuwa ni jambo ambalo linaonekana kwamba ni la muhimu sana. Siwezi kumnyima fursa hiyo, nampa fursa kabla ya wengine kuuliza. Shekhe Muharam, ulitaka kujibu, maana maswali yenyewe hayajaulizwa, lakini nakuruhusu na uinuke tena. <laughs> Tutatumia muda mfupi sana, eh, lakini mimi nataka kuzungumza kuhusiana na mashehe, sababu wanapoguswa mashehe ndio tumeguswa sisi. Mimi ni hapa nimekaa kwa niaba ya mashehe eh, Sheikh Salum na ndugu zangu. Kwa kawaida sasa hivi katika ulimwengu wetu, mashehe katika hii miamala ya kifedha tunagawanyika magrupu matatu. Kuna grupu linaharamisha jambo lote kwa ujumla wake na ndio hawa wanasema hakuna miamala ya Kiislamu. Kuna wengine wanasema kwa hiyo ibara na hii ibara hii ni mbaya kuliko zote. Kuna wengine wanasema hakuna benki za Kiislamu. Hii kidogo tunaweza tukamwambia tupe hoja, lakini huyu wa kwanza, huyo hana hoja kwa kusema kweli na ni neno baya, lakini hili ni kundi moja ambalo linaharamisha Yani, miamala yote ya Kiislamu yani shughuli zote za za, za, za kibiashara za Kiislamu wao wanasema hazipo ni, uongo tunadanganywa. Hili ni grupu la kwanza grupu la pili ni grupu la kuhalalisha kila kitu kwenye miamala. Bila kujali misingi wala vidhibiti vya hiyo miamala. Wao wanahalalisha kila kitu na hili kundi sasa hivi liko sana Misri. Ukifuatilia baadhi ya wazungumzaji wa Misri kuna watu wanakuambia achilia mbali benki zetu za Kiislamu hata hizi benki zizokuwa za kisasa kuambia hakuna riba. Bidhaa zote za benki zote ni halali. Halafu kuna kundi la katikati. Hili kundi la katikati linaangalia vidhibiti vya kisheria. Palipo na tatizo wanasema kuna tatizo. Palipo sawa wanasema pako sawa. Na hili ndilo ambalo sisi tunajaribu na sisi kuwepo kwenye kundi hilo. Sasa, hili kundi hili ambalo sisi ndio tunajaribu kuwemo, tunaomba kina Sheikh Salum na wenzake msituchukie kwa sababu hatutosema kwamba hii ni sawa wakati si sawa, na hatutosema kwamba hii si sawa wakati ni sawa. Palipo sawa tutasema ni sawa, ambapo si sawa tutasema hapa si sawa. Malalamiko kama sheh amesema sheh Muhammad Isa kwamba matatizo yapo ndani ya benki, na sisi tunapata malalamiko mengi sana, malalamiko mengi. Mimi nitoe mfano haraka haraka kwa sababu nimesema sitozungumza sana. Kuna mtu amefanya muamala wa murabaha kwenye dirisha e, ngisema dirisha maana yake amana, wametoka kidogo. Eh, amefanya muamala kwenye wa murabaha kwenye dirisha, na yeye mwenyewe anasema mimi nilikuwa sina tabia, yani asema mimi sijawahi kuchukua mkopo kwenye benki yoyote, hata hizo za riba. Asema mimi nimejizuia kabisa. Sasa hivyo kuja za Kiislamu, tukawasikia mashekhe mnasema zinafaa, zinafaa, asema mimi nikajiingiza, nikaenda kwenye dirisha fulani, nikafanyiwa muamala wa murabaha asema nimefanya mu mu muamala mu, nimemaliza, nishamaliza kulipa sasa. Naomba tena lile ombi lake likachukuliwa likafanyiwa mchakato kwenye hiyo benki, anakuja kuitwa kwa ajili ya kusaini, anakwenda kukuta ni mkopo wa kawaida. Akamwambia, imekuaje? Mbona mnanipa mkopo wa kawaida? Mimi sitaki huu, mimi nataka ule wa kwetu wa Kiislamu. Asema, ah bana, hii ni ni sawa sawa, mbona wenzako wengi wanafanya hivi hivi, wanaanza ya Kiislamu alafu wanakuja kuangukia huko. Huyu bwana kanipigia simu akasema, shekhe, mimi siwezi. Nimewaambia subirini, siwezi kuchukua maamuzi yote mpaka niulize mashekhe zangu. Tunaulizwa kweli, shekhe. Nikamwambia hiyo hakuna, usifanye, lakini subiri hapo. Kwenye benki kuna wenzetu. Hii ni moja katika ile tuliosema, mashekhe na wataalamu wetu kwenye mabenki lazima tuwe tuna mawasiliano. Mimi nikampigia msimamizi wa sheria pale ndani ya ile dirisha Nikamueleza, akaniambia, "Shekhe, huyo mtu mpe namba yangu haraka sana. hilo jambo sisi kwetu halijafika. hao wauni hao." maana yake kuna ule msuguano ndani ya benki moja, yani kwa watu wananyang'anyana wateja, asende, kwa sababu ndio yao malengo. Wale wadirisha wana malengo yao, na hawa nao wamewekewa malengo yao, kwa hiyo watu wananyang'anyana wateja. Yule bwana kweli, mimi nikampa namba, yule bwana akampigia, na lile swala likashughulikiwa haraka. Yule bwana akaenda akapewa muamala mwingine wa murabaha na wala sio ule. Kwa matatizo Sheikh Salum yapo ndani ya benki zetu. Katika matatizo huyo bwana hawa mabwana sisi tunawajua. Hawa eh, wanaozungumza hivyo unavyosema hiyo tunawajua. Na ndio maana Muhammad Isa asema andaeni kongamano. Sisi e, wakati ule wa nyuma ndani ya, ya, ya, Africa TV tuliwaita ndugu zetu wote wa mabenki ya Kiislamu hawa. Tukakaa nao vikao. Sheikh Salum sijamuona si, si, si jamuona, lakini wawakilishi wengine kutoka kwenye benki yake walikuwepo. Tukawaambia sisi tumejipanga kutoa elimu kwa makundi hatari sana katika jamii yetu, ma hatari kwa maana ya umuhimu, kundi la walimu wa madrasa na kundi la maimamu wa misikiti. Hawa ndio wanaoulizwa maswali na Waislamu, na hawa watu wanakubalika, akisema hiyo ni haramu, shekhe, hiyo ni haramu. Tukawaambia watu wa mabenki kwenye hili, acheni ushindani wa kibiashara kwenye hili shirikianeni, mtusaidie tuwape elimu hao wa watu. Tukafanya kongamano moja, tulifanya pale pale juu pale, na walikuja watu zaidi ya mia tatu, zaidi ya ya mia tatu walikuja watu mpaka wamezuiliwa kwenye, kwenye mlango pale. Kwa hiyo watu wako tayari, lakini nani anawasaidia mashehi kuwapa elimu? Wale ni nyinyi. Sasa mnakuja kutulaumu nyinyi, wakati nyinyi hamko tayari. Shirikianeni, tupeni tuwezesheni tuwape watu elimu, na watu wako tayari kupokea elimu. Walikuja watu ambao mitazamo yao ilikuwa ni hiyo, lakini kuanzia kongamano mpaka limeisha mitazamo yao ikawa imebadilika. Tokea siku hiyo, tokea siku hiyo, amana na wenzake hawajataka tena kusaidiana na sisi katika, katika hilo jambo. Sasa mtamlaumu nani? Nao mashaka wapo shaka na, na hawawezi kuondoka kirahisi. Mi naomba niishie.